Washirika walikusanyika katika kanisa la ACK Marurumo, kijiji cha Ndindiruku, kaunti ya Kirinyaga, katika sherehe ya kuweka wakfu jengo la ukumbusho wa Solomon Githendui Githae. Sherehe iliyoongozwa na askofu wa kanisa la ACK eneo la Kirinyaga, Joseph Kibuchwa, ilikuwa ni ya kumkumbuka mwenda zake kwa juhudi zake za kujenga kanisa hilo. Nani, Oto, nani, nani. Nani, Familia na marafiki wakiongozwa na mjane wake Lois Wambura Githendui walikuwa miongoni mwa waliofika katika sherehe hiyo ambayo ilikuwa wazo la mjane wake mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili <mimu> familia yake ikimkumbuka kwa nyimbo na juhudi zake za kujenga kanisa hilo leto, leto, leto, leto, leto, leto. Mwenyekiti wa Royal Media Services Daktari SK Macharia pamoja na familia yake walihudhuria hafla hii, kwani mwenda zake alikuwa babake naibu mwenyekiti Gathoni Macharia. ya ya baada ya sherehe ya kutia wakfu, wote waliandamana hadi nyumbani kwake kwa, kwa sherehe ya kuwekelea msalaba. Mwenda zake aliaga dunia mwaka elfu mbili na saba. Gatete Njoroge Citizen Nipashe Hello.